Halmashauri ya wilaya Korogwe yapongezwa kwa usimamizi mzuri wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa wilayani humo. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Korogwe Mheshimiwa Waziri Ali wakati wa ukaguzi wa miradi ya maendeleo iliyofanywa na kamati ya siasa ya wilaya ya Korogwe kwenye tarafa ya Mombo na tarafa ya Magoma. Kamati ilitembelea miradi mbalimbali ikiwemo miradi ya afya, elimu pamoja na miundombinu. Sambamba na ukaguzi huo, kamati ilitembelea vikundi vya wajasiria mali vya Mbagai, Tupendane na Shondo ambavyo vilipatiwa mkopo wa asilimia kumi wa halmashauri mnamo tarehe 18 mwezi wa sita kwa ajili ya ujenzi wa madarasa matatu na matundu sita ya vyoo kwa ajili ya wasichana ikiwemo chumba kimoja cha wanafunzi. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi Waziri Ali alisema kazi na utu tunasonga mbele, kazi na utu tunasonga mbele. Sisi kama alivyozungumza katibu wetu, tuko kwenye ziara maalum, kamati ya siasa kwa niaba ya halmashauri kuu ya CCM wilaya ya Korogwe kwa tarafa hii ya Mombo na Bungu, lakini tunayo timu yetu nyingine imeelekea Magoma kwa hiyo ni vizuri ndugu viongozi mkajua kwamba tuko kwenye ziara hii kukagua utekelezaji wa ilani, lakini ni takwa la kisheria kama chama ambacho kimeweka serikali, maana yake lazima tupite kuona hiyo miradi. Tumeona mama yetu Samia Suluhu ameleta hela za kutosha, lakini kazi inafanywa na watu wengine ambao wako huko. Kwa sababu mama Samia peke yake asingeweza kujua kama kuna uhitaji. Mheshimiwa Diwani Njoba, huyu ndio mtu wa kwanza akishirikiana na mwenyekiti wa kijiji kuibua kero hii, na leo na yeye yuko hapa. Tunawapongeza nyewe kama viongozi wetu, kazi nzuri mmefanya, lakini wale wasimamizi wa mradi Hongereni sana pia, mradi umekwenda vizuri wale huko mane, tumeiona mapungufu madogo madogo yale, najua yanarekebishika, endeleeni kuyarekebisha, lakini tukubwa ni kwamba wananchi wetu wapate huduma. Kwa hiyo DMO, tunakushukuru sana, tunakupongeza, kazi nzuri. Mimi kuna kitu pale nilikuwa sijawahi kukiona na bwana ndio mtu wa kwanza kulipa miradi hapa Korogwe ilikuwa najenga na mimi kama fundi eh? Lakini hii michoro sasa hivi naona mmeboresha sana, kama ile center pit imekuwa nzuri zaidi kuliko zile za awali. Ukiangalia ile ukitofautisha ile iliyoko pale ya zamani na ile ya sasa hivi ziko tofauti kabisa, kwa hiyo tunawapongeza sana, kazi mzuri.